Hapo nyumbani kwenu ili ng'ombe ile ajulikane ni wa kwenu, si unaweka alama

Ni rasmi oye! Mama Samia oye! sisiem oye! elibariki oye! habari ike habari ya matigo mwa nyauri murifo ninaone chuiyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimeshukuru sana kuwakuta ndugu zangu hawa wamechangamka. Nikienda kwa Wanyaturu nikakuta wamechangamka, huwa nafurahi kwa sababu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ukienda kwenye mkutano ukiona tu Wanyaturu wamekaa kimya hivi, utasikia wanakupigia setani wa kirafa, lakini kwa jinsi mlivyochangamka setani hapa. Ikungi e oye sasa leo hotuba itatolewa na mgeni rasmi pamoja na mgombea mimi. Niwaombe mambo matatu tu. Jambo la kwanza, pamoja na kwamba tumesikia wagombea udiwani, mgombea ubunge, pamoja na ngazi zingine wamepita bila kupingwa, niwaombe, hawataweza kuapishwa hawataweza kutangazwa washindi kwa mjibu wa sheria za sasa, mpaka wawe wamepigiwa kura. Zamani ndio tulikuwa tunapita bila kupingwa, sasa hivi haupiti bila kupingwa mpaka upigiwe kura. Kwa hiyo siku hiyo tarehe ishirini na tisa tuende wote tukapige kura wote, hapo ndipo tutakuwa tunawapitisha. Mmenipata ndugu zangu yeah. Hey, tufanye kale ka utaratibu zamani. Wanyaturu alikuwa nako, wakati walikuwa wanasema Wanyiramba ndo wanaopenda nyama, alafu na wao walikuwa wanaona nyama ikitaka kuwakimbia nasema hondeh hii, hondeh hii, hondeh hii. Sasa siku ile hata kama hawapo twendeni wa hondeh hii, lazima tupige kura, mmenielewa, mmenielewa. Jambo la pili Endeni tukapige kura huku tukiwa tunajiamini. Tunamchagua Samia; ni kiongozi mwadilifu, ni kiongozi mwenye maono na kazi zake zinaongea. Kwa hiyo hatubahatishi. Uadilifu wake unatambulishwa na miradi ya maendeleo ambayo tumeipata. Mimi ni moja ya mashahidi wake, kwa sababu ndio nilikuwa nimeshika kitabu, si mnajua o najua, na ni mbunge wa vipindi vitatu sasa, najua na nimeisha kuwa serikalini kwa awamu tatu sasa. Awamu ya nne nilikuwa naibu waziri na nilikuwa na kaimu -kaimu waziri wa fedha, awamu ya tano nimekaa wizara mbalimbali -mbali. na sasa hivi kila mkoa kila kilichoenda kwenye kila mkoa kila kilichoenda kwenye kila wilaya nakijua. Hakuna awamu imepeleka fedha nyingi za miradi ya maendeleo kama ya Dr. Samia. Leo tunaenda kumchagua mtu ambaye tunamwamini, hatubahatishi. Lakini la pili, la pili ni kiongozi mbunifu. Nawaambieni mfano moja tu, dunia nzima ilipokea fedha, kila nchi ilipokea fedha wakati wa uviko. Wakati nchi zingine wakipeleka fedha fedha kwenye maeneo rahisi kuzipigapiga hivi, wengine walipeleka kwenye sanitizer, wengine wakapeleka kwenye tishu wengine wakapeleka kwenye barakoa Dr Samia, fedha kama walizopata nchi zingine, yeye akasema fedha hizi tunaenda kujenga madarasa hii. Kote ambako wanafunzi wanabanana, tukajenga madarasa. Hata huku mbunge wenu alifuatilia fedha zile zikapatikana. Akasema tunaenda kununua vifaa tiba kote kwenye hospitali. Siku hizi kuna vifaa tiba na ultrasound yale na CT scan mpaka hospitali za halmashauri. E, MRI kila hospitali ya Kanda imepata. Huo ni ubunifu. Lakini ya kuishia hapo tu. Akasema tutazifungua barabara za vijijini. Tutanunua madawati ambako watoto wetu wanabarana. Tunaenda kumchagua kiongozi ambao ni mbunifu. Haya nimetaja machache tu. Sasa, ninyi hata ninyi huku mgejiuliza nyewe wenyewe. Hivi kweli sasa fedha zingeenda kununua sanitizer ama tissue hivyo Wanyiramba na tishu wapi na wapi? Akaona anunue madarasa watoto wakae, anunue mitambo ya maji. Kila mkoa una mtambo wake wa kuchimba maji, una mtambo wake wa kuchimba mabwawa pamoja na mambo mengine. Sasa hii nilikuwa tunawaonjesha leo. Msemaji tunaye na ninyi, nina deni nanyi kubwa sana mmetuita kwa miaka mingi sana. Aanyambio lampiri, juzi nimempokea Rais nikapita pale nikakuta kijiji kinaitwa Uriampiri, anyunagorampiri aso, nitakuja tuje tuongee. Mna mbunge makini sana ndugu yangu alibariki. Nendeni mkampigie kura huku, mkijidai mna mbunge makini, mbunge aliyechangamka anapanda ndege kama waziri wa fedha. Mbunge makini anapanda ndege, anazunguka dunia nzima, anachangia, anajua kujenga hoja nini hata Iramba tujai kumwalika Spika, yeye kamwalika, kaja hapa. Unafikiri dogo hilo? Na mbunge lakini, wewe unafikiri kumwomba mgeni rasmi wa aina hii mpaka akafika hapa, ukiomba swali la nyongeza kwanza, akisimama tu hivi

Yeah. Kwa heshima hii inaonyesha ni aina gani mna mbunge aliye makini tena msimchezee. Endeleeni kumunga mkono ili aendelee kufanya vizuri shughuli hizi za kijiji. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi kazi yangu ilikuwa ni kutoa salamu na tunamtakia kila laheri mwenyekiti wetu wa mkoa. Salamu zimeshatolewa na nilikuwepo wakati anaaga akanielekeza nije nishiriki hapa kukupokea, na tumefurahi sana umekuja, basi kwa heshima zote.